Ukitaka kujua huyu mke ni wa kwako, wakufa na kuzikana, mpime kwenye vipimo vidogo tu. Mpe laki mbili za, za Kenya, mpe laki mbili za Kenya. Akuulize za nini, mwambie matumizi mbalimbali. Ni yako matumizi mbalimbali, kumbe unapima hii mwanamke hii. hii bibi yangu hii ni yakufa na kuzikana au inapita tu Laki mbili umempa zote, zinaishi ya nywele, mawigi, lipstiki, kope, sijui chain, mtugauni, viatu virefu, viatu frati, sijui nini, masikio ya kobe, vyote laki mbili. Unamuuliza vipi, ile hela imesaidia? Kidogo, kuna vitu bado, vitu bado, yaani ile hela ilikuwa kidogo haijafanya chochote chochote. Alafu hapo ndani huoni mabadiliko ya kitu, vitu vya jumla ambavyo mtatumia wote, uoni pasi, huoni chupa ya chai, huoni sufuria, hajaleta sofa, hajaleta hiki, vyote amemaliza kwenye mwili wake yeye. Inua tu mikono juu, sema Bwana Yesu, mikononi mwako roho yangu naiweka, maana nikikaana hiyo roho kwa vurugu za kiumbe hiki, roho itakurupuka, kwa sababu hawazi investment yoyote kwenye hiyo family. Mna shamba kubwa, mmejenga nyumba hapo, ni la kwenu, mna title deed. Alafu mke wako hajawahi kupanda mchungwa, embe, sijui nini, hajapanda kamti kokote kakula hapo. Yuko anapanda maua kwenye makopo, wakati area ya uwanja kubwa hajapanda hata orange, papai, kitu chochote. Unakuja ndani, hajawahi nunua sofa, meza kitanda TV, yupo tu na kasauti kembamba na tupochi. Ako kamama kanakupa uhakika kwamba mtakaa hapo kweli kwa sababu investment inaonyesha huyu mtu ni wa hapo? Hebu niambie, mwanaume mwanamke amerepressi kitanda, anasema hiki kimechoka, ameleta kipya, amenunua li TV kubwa, anasema